Ndugu zangu waamini, tumsifu Yesu Kristo. Heri ya sikukuu ya Noeli. Kwanzia usiku wa jana, tumekuwa tukisherehekea fumbo hili kubwa sana la kuzaliwa kwa Bwana wetu Yesu Kristo, na asubuhi ya leo, mchana huu, tunapoendelea kutafakari na kusherehekea sikukuu hii ya neno kufanyika mwili, tunasoma katika somo la kwanza nabii Isaya akiwafariji wana wa Israeli, anawaahidi kwamba watarudi tena Yerusalemu na hii ni habari njema kwa sababu hawa ni watu ambao walikuwa wameshamkaidi Mungu, wameitwa mara kwa mara waweze kumrejelea Mungu, lakini bado wakaendelea kubaki katika hali ya dhambi na mwishowe, wanachukuliwa na kupelekwa utumwani. lakini wanapokuwa pale, wanajuta, wanamlilia Mungu, wanatamani wepo wa Mungu katika maisha yao, na Mungu anasikia sala zao na anamwambia kupitia kwa nabii hapa, ya kwamba mtarudi tena Yerusalemu kutoka nchi yenu ya Babeli anawafariji watu ambao hata kama wako pale kwa sababu ya makosa na mapungufu yao, hata kama wako pale kwa sababu ya dhambi walizofanya, Mungu anadhihirisha huruma yake, upendo wake, anawaambia msiogope, msiwe na hofu tena, mjazwe na furaha. Na hii ndiyo habari njema anayotupatia Bwana wetu Yesu Kristo. Kila wakati tunaposherehekea kuzaliwa kwake, Yesu anatuambia huenda kuna mambo ambayo tunapitia katika maisha yetu kwa sababu ya makosa ya zamani kwa sababu ya dhambi tulizofanya, lakini tunapomlilia kama wana wa Israeli anatuahidi kuturudisha katika ile hali ya utakatifu tuliokuwa nayo. Anatupatia matumaini kwa sababu hakuna dhoruba ambayo ni kali sana katika maisha yetu asiweza kuituliza Mungu. Hakuna makosa ambayo tumefanya katika maisha yetu yakatuletea upinde mahali fulani ambayo mkono wa Mungu Hawezi kuyaondoa na kunyoosha maisha yetu. Hii ndiyo habari njema. Anatutafuta, anatusikia tunapomlilia na yuko tayari kuturudishia neema na utakatifu wote ambao tulipoteza. Vile vile, tunapoangalia katika Injili ya leo Mtakatifu Yohane anaanzia Injili yake kwa kutuambia, hapo mwanzo alikuwako neno, na hili tukiangalia vizuri nafanana sana na kitabu cha kwanza cha Biblia. Pale mwanzo kitabu cha mwanzo sura ya kwanza ya kwanza kinatuambia hapo mwanzo Mungu alipoumba ulimwengu. Yani, Yohane anaturudisha katika kitabu cha mwanzo kutuonyesha ya kwamba huyu Yesu ambaye amefanyika mwili sio kiumbe, lakini ni yule aliyekuwepo tangia mwanzo, kabla ya kuumbwa kwa ulimwengu, ambaye ni Mungu sawa sawa na Baba. Yohane anaturudisha pale mwanzo, alafu kuna mambo mawili anayosema kwamba yalikuwa ndani ya huyu neno aliyefanyika mwili. Yohane alisema, ndani yake mlikuwa na na uzima na huu uzima ndio ilikuwa ni nuru ya ulimwengu. Nikana kwamba Yohane anataka kutuambia kwamba pale mwanzo Mungu alipoumba ulimwengu ulikuwa unapendeza, walikuwa na uzima, walikuwa unatembea katika nuru yake, Adamu na Eva. Lakini baada ya kutenda dhambi tukaingia katika hali ya mauti, tukaupoteza ule uzima na vilevile vile, binadamu akaingia katika giza lililosababishwa na dhambi. Yohane anatuambia kupitia kwa Bwana wetu Yesu Kristo na kuzaliwa kwake anaturudishia ule uzima na ule uzima unakuwa ni nuru katika maisha ya kila mtu atakayempokea. Lakini kinachohuzunisha katika Injili ya leo Yohane anatuambia kwamba alipokuja akawakuta watu ambao walitamani sana uzima, akawakuta wengine ambao walikuwa naishi katika giza ila wengi hawakumpokea. Wengi ambao walikuwa katika giza, wengi ambao walitamani kupata uzima katika maisha yao, wakakosa kumpokea huyu mwana wa Mungu alipozaliwa. Tunauliza, ni nini kilichofanya? Labda wakakosa kumtambua, labda walidharau kitoto kichanga, kwa sababu Mungu atakuwaje katika yule mtoto? Huenda ikawa walikuwa na mawazo yao jinsi Mungu anavyofaa kuishi na kushuka katikati yetu huenda walimdharau sana, wakamuona kama Yesu ni mtu wa kawaida sana, na hawakutambua umungu uliokuwa ndani yake. Hawakumtambua kama Mungu, wakapoteza nafasi kubwa sana katika maisha yao. Ila tunashukuru kwa sababu wapo wengine ambao walikuwa tayari kumpokea na wala, waliokuwa tayari kumpokea wanafanywa wana wa Mungu, sio kwa kuzaliwa kibinadamu, lakini waliozaliwa kwa neema ya Mungu. Ndugu zangu wa Kristo katika maisha ya binadamu kawaida, tunakuwa tunapoongezeka kwa kimo. Katika maisha ya kiroho tunakuwa kinyume. Ukitaka kukua zaidi na zaidi katika maisha ya kiroho, hauongezeki kwa kimo, ila unapungua ili Bwana aongezeke ndani yetu. Hii ndiyo ilikuwa sala ya Yohane, lazima nipungue na yeye aongezeke. Wale waliokuwa tayari kupungua waliweza kumtambua huyu mtoto na kumtambua Yesu kuwa ni mwana wa Mungu na kuwa ni neno aliyefanyika mwili, naye akawapa uwezo wa kuwa watoto wa Mungu. Haitoshi kwamba sisi ni watoto wa binadamu, tumeshezelewa na binadamu sisi wote, lakini lazima tupige hatua ingine na tuweze kuwa wana wa Mungu. Hiyo ndiyo haja yake Mungu. Lakini vile vile tunapoendelea na injili ya leo, Yohane anatuambia ya kwamba huyu neno aliyefanyika mwili alikaa kwetu yaani ilikuwa ni furaha kubwa sana kwa Yohane na wenzake wakati wanakaa na bwana wetu Yesu Kristo, wakati wanaendelea na mambo yote ya maisha yao. Alifanyika kwetu, alifanyika mwana na akakaa kwetu. Lakini furaha tuliyo nayo siku hii ya leo ni kwamba hili siyo tukio la kihistoria tu, lakini kile ambacho kilifanyika kihistoria miaka elfu mbili iliyopita, Mungu anakiendeleza katika maisha yetu hata sisi hivi leo. Huyu aliyekaa kwetu aliamua kubaki nasi, na mwenyewe anasema katika Injili ya Mathayo sura 28 maneno yake ya mwisho, tazama nipo pamoja nanyi hadi ukamilifu wa dahari. Ni kumaanisha hadi leo, huyu aliyefanyika mwili, aliye chanzo cha uzima, ambaye ndiye nuru na mwanga wa ulimwengu, bado yuko pamoja nasi katika ekaristi takatifu na sakramenti za kanisa, na katika neno la Mungu, wanaokubali ya kwamba lazima nipungue wanaokubali ya kwamba hawafai na hawastahili mbele ya Mungu, wanaomfungulia mlango wa mioyo yao, wanaomkaribisha azaliwe ndani ya mioyo yao, wanamtambua katika kila ekaristi wanayoadhimisha, wanamkambua katika, wanamtambua katika kila sakramenti ya kanisa wanayoshiriki, na wanalisikiza neno la Mungu kila wakati wanapolisoma na kuhubiriwa, wanalisikiza sauti ya Mungu. Ndugu zangu wapendwa, Ulimwengu tunaoishi na changamoto nyingi sana. Tuna shida tofauti ambazo tunapitia za kifedha, za familia, wakati mwingine zinatuvunja moyo. Tunaona hamna haja ya kuishi. Tunaona kana kwamba tunaishi na majuto ya dhambi za zamani, wakati mwingine tunashuku kama Mungu anaweza kutusamehe makosa tuliyofanya. Inafika inafika inafika mahali mahali mahali tunatamani ni mahali ni ni heri tufe tu. Tunaona tunaona kana kwamba Mungu ametusahau, kama Hatuna maana katika haya maisha, huenda hata watu wengine wametuambia hauna maana, tumeshafika sehemu kama ile. Sikukuu ya Noeli, Yesu anatuambia kwamba bado nakaa pamoja nanyi. Tumtolee lile giza la maisha yetu, tumtolee haya mauti ya dhambi ambazo zimetusonga kukata tamaa na kuona kwamba hatuna maana, na tumkaribishe katika maisha yetu leo hii tunapoadhimisha sikukuu ya Noeli. Kitoto kichanga katika hori kinakunyoshea mikono miororo, kinakuangalia kwa tabasamu nzuri sana na kukwambia, mwanangu, usiogope, njoo kwangu, nipatie nafasi na mimi katika moyo wako, niweze kuzaliwa ndani ya moyo wako. Ili tuweze kuinama na kumgusa huyu mtoto katika pango tulilotengeneza, uweze kumgusa lazima uiname. Ili niweze kumpokea Yesu katika noeli hii, lazima niiname nipunguze kiburi, lazima nitoe maisha ya dhambi, ninyenyekee. Ninaponyenyekea, Yesu ataweza kuzaliwa katika maisha yangu. Tusimtafute na tutafute starehe zetu kule nje, kwa maana ndani ya mioyo yetu itaridhika atakapozaliwa Bwana. Mtakatifu Agustino alimtafuta katika starehe za dunia, alimtafuta katika mafundisho ya ulimwengu huu, lakini zipo siku aliposikia sauti ya Mungu kutoka kwa neno la Bwana na ipo siku alipoingia kanisani akatazama tabernako moyo wake ukavunjika kwa huzuni. Agostino akamwambia Mungu, nitazame bwana wangu, na unifanye nilie, nitazame bwana wangu na unifanye nilie. Hapo ikawa ni mwanzo wa Agostino, akaacha kuwa mtoto wa Monica na Patricius peke yake, na akawa mtoto wa Mungu, akafungua moyo wake Akamkaribisha Yesu, akazaliwa ndani yake, na hicho ndicho anachokuomba Yesu siku ya leo. Kumbuka ndugu yangu, Yesu hajapozaliwa mara milioni na milioni katika ulimwengu huu, lakini hajazaliwa ndani ya moyo wako bado, itakuwa haitoshi na hata pumzika, kwa maana hamu yake ni kuja moyoni mwako kutuliza na moyo wako, na apate nafasi ndani ya moyo wako na ndani ya maisha yako. Mwangalia huyu mtoto anayekunyoshia mikono akikwambia njoo kwangu na wewe nipe nafasi niweze kuishi ndani yako. Somo la pili linatuambia yeye anavitegemeza vyote. Ukimkaribisha, maneno ya waraka kwa Waebrania yatatimizwa katika maisha yako. Atavitegemeza vyote katika maisha yako. Tumsifu Yesu Kristo. Mimi kwa majina naitwa Father Joseph Macharia, visi wa shirika la mapadri wa Mtakatifu Vincent wa Paulo, anafanya utume katika parokia ya Mtakatifu Vincent wa Paulo Katubuka, jimbo la Kigoma. Mungu awabariki.